Kwa majina naitwa Zeno Bosco Mboro uh, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya BRR Real Estate Developers Limited uh, waendelezaji na wapimaji na wapangaji wa miji sehemu mbalimbali. Leo tuko Chalinze kwa ajili ya kukabidhi ndugu zetu wa Chama cha Wafanyakazi wa Bandari Douta eneo lao la ambalo alinunua kama yadi kwetu. Tulikuwa na uongozi wa Douta taifa na wajumbe wa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kukabidhi eneo lao kwa eneo la Chalinze leo na baadhi wanaoonekana hapa ni baadhi tu wajumbe wa tawi la Dar es Salaam. Ah, wito wangu sasa hivi tunahamasisha tu watu wakimilie Chalinze sababu Chalinze sasa hivi kumekucha. Chalinze ni sehemu pekee ambayo uwekezaji wake hauna shida, hakuna migogoro, hakuna nini. Lakini pia tunaendelea kutoa hamasa tu kwa kila anayenunua kiwanja sasa hivi ajitahidi anunue kiwanja ambacho kimepimwa ambacho anapata hati yake. Majuzi kwa tunakabidhi hati kwenye ukumbi wa bandari. Leo tumekuja kukabidhi viwanja vyao. Kwa hiyo wito wangu kuepusha migogoro ni kununua viwanja ambavyo vimepimwa. Ukienda kuna vile viwanja vya kienyeji ndio unaingia kwenye migogoro. Gharama zetu hapa ni rahisi sana, viwanja vinaanzia shilingi milioni tatu na laki tisa mpaka kupatiwa hatimiliki yako. Kwa hiyo tuna viwanja vya makazi, viwanja vya makazi na biashara, viwanja vya shule kuanzia chekechea mpaka sekondari, tuna viwanja vya mahospitali hapa, tuna viwanja vya vituo vya polisi, tuna viwanja vya kujenga eh, majengo ya serikali. Yaani kiufupi kwamba huduma zote tunazo hapa mpaka mall tunazo hapa na sasa hivi mradi tunaenda kufanya tutakuwa na eneo lenye uwanja wa kucheza mpira wenye uwezo wa kuingia watu 80 kwa sababu ni zaidi ya heka hamsini, hamsini na sita. Kwa hiyo ndio mradi ambao unafuata sasa hivi na tuna maeneo pia ya mahoteli ambayo yamezunguka lile eneo la uwanja. Kwa hiyo karibuni sana Chalinze. Ni sehemu sahihi kuwekeza Chalinze kwa sasa. Kwa majina naitwa Muharami Manyara mwenyekiti Kazi, uh, wa chama cha wafanyakazi wa meli na bandari kwa maana ya Dowuta, uh, leo nimepata kutembelea eneo ambalo, uh, sisi kama chama tulikuwa tumeadhimia lipatikane kwa ajili ya masuala ya uwekezaji au makazi kwa ajili ya wanachama wetu, na hii ni hoja ambayo ilikuwepo kwenye vikao vyetu mbalimbali kwa ajili ya taasisi yetu na wafanyakazi wetu au wanachama wetu. Lakini leo nimefika hapa, nimefurahishwa sana, nimeona eneo ambalo wafanyakazi wamelipata, aidha tawi letu la Dar es Salaam limelichukua wekezaji. Hii ni hoja ambayo chama ilikuwa imeazimia, na hii si kwa kituo hicho tu, vituo vingi, vituo vyote tulisema viwe na maeneo ambayo ya kuweza kuweka vitega uchumi, lakini nashukuru kwa bandari ya Dar es Salaam kituo chetu cha Dar es Salaam wameweza kufanikisha hilo, na leo tumekuja kukagua eneo, ni zuri, ni safi. Ndani ya hilo nitoe wito kwa wafanyakazi, ndani ya hilo eneo hili sasa hivi ni potential hasa kwa sisi wafanyakazi kwa maana kuna maeneo mengine ya makazi lakini yanapatikana vile vile, na yanaweza kudu, kudu, kutoa, kwa kupata huduma nzuri za makazi na maeneo mengine ya kibiashara. Nitoe wito kwa wafanyakazi wanachama wa chama cha Dowuta, tuje kwa wingi, ili ni eneo la Chalinze aa, ambalo kwa kweli ni zuri na ni eneo zuri la maisha ya wafanyakazi kiujumla lakini, na maisha ya kawaida karibuni sana. Naitwa Judith Francis Ilunda, mimi ni mjumbe wa Dowuta Dowuta Dar es Salaam. Dowuta iko ndani ya mamlaka ya usimamizi wa bandari, tuko hapa Chalinze, Chalinze tumekuja kuangalia, tumekuja kujishuhudia kiwanja chetu cha Dowuta Taifa, cha Dowuta Dar es Salaam na pili, na sisi wenyewe tuna viwanja vyetu hapa, tuna viwanja vyetu tumeshapata hati zetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakazi wote wa Dar es Salaam, mikoani, mje Chalinze. Chalinze kumekucha, kwa hiyo msichelewe, muwai. Asanteni sana.